Mara ya kwanza tulikuwa tunaamini kwamba kesi itasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamriwa mnamo tarehe kumi ya mwezi wa nne ishirini ishirini na tano kwamba zingetajwa leo na pengine maelekezo zaidi. Ile kesi ya kuchapisha habari za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa awali, na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine, kuweza kujua nini kitaendelea, kwa sababu upande wa mashtaka walikuwa wameshapigia mahakama kwamba upelelezi umekamilika. Ile kesi ya ya tuma eh, juu ya uhaini ya hiyo, tulikuwa tumeambiwa kwamba eh, eh, upelelezi hujakamilika na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa kwa kesi, lakini sasa ambacho kimejitokeza mteja wetu Tundu Alfas Lissu alivyoambiwa kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao, na yeye akiwa nafahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi na kesi ilikuwa, amri ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia ya ya kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani, na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi, kama njia moja ya kuweza kutuma ujumbe kwamba kama kwa kuwa makosa ambayo yameshtakiwa naye ni ya, na ya, ya kijinai na ni makubwa, na yeye kama kiongozi wa chama cha, cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja kwa moja. Sasa sisi upande wa wakili wa utetezi tulijibu hoja ya, ya, ya, ya mawakili wa serikali ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na, na, na mshtakiwa kutokuwepo katika ukumbi wa mahakama wa gerezani Ukonga kwamba kesi hizo ziahirishwe. Tulikuwa na mapingamizi tulia, na mapingamizi ambayo na, na, na maombi ambayo tuliyaomba kwamba tuliomba mahakama kwanza chini ya hakimu eh, muhini kwamba eh, amri zitolewe kwamba mteja wetu aje dani, onamua, kwaamba, a aje mahakamani wale ambao wamemshikilia kule ndani wao wanamleta mahakamani, na kwamba alinyimwa alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake, kwa sababu mawakili wote tumekwenda kule juzi na, na jana, atukuweza kumuona ilipokuwa ni mwenzetu tu mmoja ambaye alifanikiwa kumuona juzi kwa muda mfupi, lakini kwa kuzungumza naye kwa njia ya, ya simu na kwenye kioo, kwamba kiasi kwamba ile haki yake ule usiri kati ya wakili na, na mteja wake ilikuwa haipo kabisa. Kwa maana hiyo, kile kilichofanyika ambacho e, wakili aliyemuona siku ya juzi alikufanya haikuwa kwa kweli kama ni mazungumzo kati ya wakili na, na mteja wake. Katika kesi ya kwanza upande wa serikali ulisema kwamba unahitaji muda muda kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili waweza kujibu hizo hoja, kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe ishirini na nane ya mwezi wa nne saa tatu asubuhi ili upande wa, wa, wa, wa, wa, wa jamhuri uweze kujibu e, ma, ma, ma, ma, ma, ma, madai yetu au maelezo yetu hoja zetu zile na kesi ya pili ya uhaini baadaye ilikuja, ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi e, e, Kiswaga ambaye yeah. hoja kama zile zile zilitokeza zilijitokeza, lakini upande wa serikali safari hii wakaweza kujibu hizo hoja, na sisi tulionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kanuni na za zile maazimio ma, au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake ambayo analinda haki za binadamu na, na watu jinsi ambavyo zimekiukwa zime sasa tukawa nafanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye upande wa serikali wakajibu, na sisi tukifanya mabezo ma, ma, ma, ma, ma ya, ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ame, ametoa uamuzi wake kana kwamba ame, amekataa hoja, hoja za upande wa, wa, wa, wa utetezi. Ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa msingi ya, ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani e, lakini sasa sisi tume ndio e, amri ambayo tulio nayo hivi sasa. Kwa hiyo jukumu letu upande wa mwakili wa utetezi kwenda ukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya ili kuweza kulinda haki za mteja wetu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, me, me, kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao hata e, nyie waandishi wa habari amkuweza kushiriki na vilevile watu wengi hawakuweza kushiriki, lakini jaji amesema, hakimu amesema njia ya mtandao inawafanya watu wengi zaidi kuweza kushiriki. Sasa sijajua itabidi swala ni kwamba hiyo ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, lakini tunafahamu umma, watu wengi sana ambao ni wapenzi, ndugu na jamaa walisu pamoja na viongozi wenzake wa Chadema wanataka kujishirika katika kesi hii wakashindwa, na tumepata habari kwamba wengine wamepigwa na kuna habari ambazo hazijathibitisha kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa haya yote ni masuala ambayo kwa kweli yanatia mashaka na mstakabali mzima kwa namna ya kuendesha haki jinai katika katika nchi yetu. Kwa hiyo basi, nyinyi waandishi wa habari ambao mlikuwepo, ambao mmeyafuatilia hizo habari vema, mkazichunguza na kuweza kutoa taswira sahihi kwa, kwa umma juu ya mambo ambayo mambo yameendelea hivi leo. Lakini sisi tunasisitiza kwamba e, mteja wetu mteja wetu aogopi mashtaka haya, bali anataka ashtakiwe katika mahakama ambayo ni ya wazi, na mwisho asiku wa siku ataweza kujitetea na kuweza ukweli kuweza kufahamika kwamba kweli hizo tumani za ukweli au tuhuma ni za kutungwa na hazina msingi wote ule, na zinalenga kumnyanyasa na kumtesa. Hayo yote atafahamika mbele ya mahakama. Asanteni sana. Jina mimi naitwa Lute Simoni Mwai, ni wakili, natoka Arusha. Nilikuwa nimekuja kwenye hii kesi ya leo pamoja na mawakili wenzangu, kama alivyosema wakili Dr. Chala, kesi imesikilizwa kwa njia ya mtandao upande wa utetezi tumepinga kwamba isisikilizwe kwa njia ya mtandao, na kama maelekezo ya mshtakiwa mwenyewe kwamba anataka kesi yake isikilizwe kwenye mahakama wa, ya wazi ambao wote ambao wanamshtaki waje watoe maelezo yao na vile, vile umma. Kesi imefunguliwa kwa jina la wananchi wa Jamhuri ya Muungano ambao wana maslahi ya moja kwa moja kuja kusikiliza shauri dhidi ya huyu anaitwa muhaini, dhidi ya huyu anaitwa ametawanya, ame, ame habari za, za uongo. Sasa uamuzi ndio umetolewa hivyo, jaji e, amesema ana mamlaka mahakama yake ni mamlaka kusikiliza kini, kini. Eh, eh, nani hakimu kusikiliza kwa njia ya, ya, ya, ya, ya mtandao pamoja na kwamba mshtakiwa ameweka wazi kwamba hawezi kushiriki eh, shauri hilo kwa njia ya mtandao bila bila umma wa Tanzania wawepo. Tuta chokifanya sasa hivi ni kupata hizo hukumu mbili, hiyo ya ambayo ilitolewa asubuhi na ambayo kesi yake itakuja tarehe itakuja Jumatatu, alafu na ile nyingine ya pili ya uhaini ambayo imepangwa irudi tena kusikilizwa tarehe sita, sita, sita, sita mwezi wa, wa tatu. Tukipata hizo hukumu tutazichambua, alafu tutajipanga ni kwa namna gani tutaenda mbele. Ninapenda kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwamba mmefuatilia jambo hili kwa makini kwa kweli na kuwaarifu wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuendelee na, na moyo huo kwa sababu ndio elimu yenyewe Tusikate tamaa, tusikate tamaa kuwahabarisha dini watu, na nitaomba kwa vile waandishi wa habari wako wengi na mnatengeneza hela, hizo taarifa mnazozitoa kwa umma ziwe ni za kweli, msiongeze chumvi sana, vinginevyo vinginevyo wananchi hawezi kupata um, ukweli ambao unaendelea nini mahakamani.